Karibuni katika simulizi yetu inayoitwa Mgahawa wa Mwezi Mwekundu. Pia msisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu kila tunapopost. Tuanze sasa. Mwezi ule ulionekana kama damu mwekundu mzito ukining'inia angani juu ya kijiji cha Sagalamba kwa kawaida usiku ulikuwa kimya na baridi, lakini siku hiyo harufu ya chakula ilienea kote kijijini. Harufu isiyoelezeka, tamu, nzito, yenye kuwasha tumbo. Jina la mmiliki halikujulikana, lakini siku ile mgahawa ulionekana tu watu wakawa wanauona kana kwamba ulikuwepo siku zote, lakini walikumbuka wazi kwamba jana haukuwepo. Milango yake ilitengenezwa kwa mbao nyeusi zilizong'ara. Jina lake liliandikwa juu kwa herufi za damu: Mwanga wa Usiku Food House. Kijiji kilikuwa maskini, chakula cha bure ni neema kwa hiyo watu wakaingia mmoja baada ya mwingine. Halima alikuwa msichana wa miaka ishirini na sita mpole, mtulivu, aliyepitia mengi maishani. Mama yake alifariki miaka miwili iliyopita. Tangu hapo, Halima alikuwa akijaribu kutafuta njia ya kuendelea. Alipotoka sokoni usiku ule, harufu ile ilimvuta. Kama vile mtu anavuta roho ya mtu kupitia pua. Leo tunakaribisha wote bure. Kilikuwa kimeandikwa kwenye mlango. Halima hakuamini macho yake. Alikuwa ameishi kwa kula uji na maji siku tatu. Na sasa mbele yake palikuwa na chakula cha ndoto. Ugali ulioumwa kwa ustadi, nyama laini yenye harufu nzuri. Mboga zilizochomwa taratibu na supu iliyochemka polepole. Meza zote zilikuwa zimejaa watu, wote walikula kimya kimya, kilicho mbali na kawaida. Hakukuwa na mtu aliyeongea, hakukuwa na mtu aliyesalimiana. Halima alikaa kigondoro kilichokuwa tupu, akatazama chakula kwa hofu ya ndani isiyoelezeka. Karibu binti, sauti ilitoka nyuma yake. Alipotazama aliona mwanamke mrefu mweupe kupita kawaida, mavazi meusi na macho makubwa ambayo hayakupepesa. Tabasamu lake lilikuwa refu lisilo la kawaida. Kula, utarejea tena kesho, mwanamke alisema. Halima alishtuka hajawahi kuambiwa kwamba atakuja kesho, lakini hamu ya chakula ikamshinda. Alipochukua kijiko chake cha kwanza na kukila, alijisikia joto likisambaa tumboni. Kila kitu kilionekana chepesi, kelele zake zikapotea, akajisikia nyepesi, kama anaondoka katika mwili wake. Ndiyo hivyo, mwanamke akasema, kula. Mwili ukishiba roho itatulia. Kesho yake jambo la ajabu lilianza. Majirani walimwona akitembea kama mtu aliyechanganyikiwa, aliongea kidogo. Machoni mwake kulikuwa na giza, siyo uchovu, bali kitu kilichokaa ndani yake. Siku ya pili magahawa ule ule ukatokea tena, watu walikimbia. Halima hakupanga Alijikuta akienda ndani kwa miguu yake yenyewe. Ndani wale waliokula hapo awali walikuwa mezani. Sauti za vyombo lakini hakuna binadamu aliyepiga sauti. Halima alipoanza kula, alisikia sauti kichwani. Roho yako tamu. Leo tunahitaji sehemu nyingine. Alipoangalia mezani, chakula kilikuwa kimetoweka. Kilibadilika kile alichokuwa na kila hakikuwa nyama tena. Kilikuwa na muundo wa kidole cha binadamu. Harufu ikabadilika kuwa kama nyama iliyooza kidogo. Halima aliruka nyuma, akatupa kijiko, lakini watu wote waliokuwa mezani waligeuka kumtazama. Macho yao yalikuwa mekundu, hakukuwa na midomo, ni mistari tu. Ukishaonja huwezi kutoroka, walisema kwa sauti moja ya pamoja. Halima akalia, kwani sisi? Kwa sababu nyinyi hufuatwa na njaa. Njaa ndiyo mlango wa kutufikia. Mwanamke huyo akatembea taratibu karibu, macho yake yakabadilika kuwa meupe kabisa. Leo tunashushia sehemu yako ya mwisho, kumbukumbu kumbu ya mama yako, akasema. Halima akasema kwa sauti dhaifu Sitaki. Mwanamke akatabasamu. Kila anayekula hapa huishia kuwa mlo wa yule anayefuata. Hivyo mzunguko huwa hauishi. Halima akatazama mawe. Kila jina lilikuwa mtu aliyewahi kula pale. Halima akabaki na hofu kubwa. Alijua mzunguko ulikuwa haujaisha. Lakini akakumbuka kile mwanamke alisema, unaweza kuvunja mzunguko ikiwa unasogea kwa ujasiri. Alipiga mikono juu ya meza, nuru nyepesi ilitoka kwenye mwili wake ikizunguka magahawa. Mwanamke huyo akanyamaza, macho yake makubwa yakionekana kupungua, mwili wake ukapungua taratibu. Kila shadow ya yule aliyekula ilipunguzwa kuwa mwanga, kisha kupotea. Mgahawa mzima ulianza kufifia, ukarudi kuwa mist kioo kizito na miti iliyokufa. Mwanga wa mwezi mwekundu ulianza kupungua taratibu. Halima akakelia chini akipumua kwa hofu na mshangao. Alijua amefanya jambo la ajabu, mzunguko umedidimika. Alipotazama nyuma, hakukuwa na mlango. Hakuna milango, hakuna chakula, hakuna harufu ya nyama, lakini alijua mgahawa uliendelea kuwepo katika roho za wale waliotoweka. Halima akaondoka kutoka uwanja huo, ukiweka mwanga wa akili yake juu ya hofu. Alijua si kila anayeingia anavyotoka hai, lakini kwa mara ya kwanza mgahawa hakumula mgahawa wa mwezi mwekundu. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu ya mgahawa wa mwezi mwekundu, pia Usisahau kusubscribe asanteni.